Baada ya maafisa kliniki katika kaunti ya Makueni kuandaa maandamano ya amani wiki mbili zilizopita ili kushinikiza serikali ya kaunti hiyo kuangazia maslahi yao. Viva, matabibu, viva. Viva. Sasa muungano wa maafisa kliniki nchini kuko umesitisha mgomo huo wao kwa siku thelathini. Mgomo huo umekuwepo kwa muda wa miezi mitatu. Matabibu wao wakilenga kutimizwa kwa matako yao na serikali ya kaunti hiyo. And for those officers working under the common

The next, of course, issue is to look at the budget cost implication for those officers that are in the non-common cadre while aligning them and, of course, at the same time, cure historical injustices for those officers that have stagnated in job groups for a uh, long, uh, long time uh, since uh, they got into the service. Wahudumu wao waliweka chini zana zao za kazi na kuanza mgomo huo kwa madai kwa serikali ya kaunti ya Makueni ilikosa kutimiza masilahi waliokuwa wameibua kama kusawazishwa kwa mishahara yao, kupandishwa ngazi, pamoja na kupewa ajira za kudumu. Uh, strikes and, uh, you know, uh, uh, picketing. Hatua hii imeafikiwa baada ya serikali ya kaunti hii kuunda jopo kazi la kuangazia malalamishi yao, jopo kazi lililokuwa na wanachama kutoka pande zote mbili, ili kusitisha mgomo huo, wakisema ikiwa serikali haitatekeleza watakayokubaliana, basi wataendelea na mgomo wao.

After 30 days. Isaac Musioka, Undugu TV